Mlango wa saba. Na wana wa Isakari, Tola na Puva na Yashubu na Shimroni, wanne. Na wana wa Tola, Uzi na Refaya na Yerieli na Yamai na Ibsamu na Shemueli, wakuu wa mbari za baba zao, yani Watola watu hodari wa vita katika vizazi vyao; hesabu yao katika siku za Daudi ilikuwa watu ishirini na mbili elfu na mia sita na wana wa Uzi, Izrahiya; na wana wa Izrahiya, Mikaeli na Obadiya na Yoeli na Ishiya, watano wote wakuu. Na pamoja nao katika vizazi vyao sawasawa sawa nambari za baba zao walikuwapo vikosi vya jeshi la vita watu thelathini na sita elfu, kwa kuwa wake zao na watoto wao walikuwa wengi. Na ndugu zao katika jamaa zote za Isakari, watu hodari wa vita, wakihesabiwa kwa vizazi vyao, walikuwa watu themanini na saba elfu. Wana wa Benyamini; Bela na Bekeri na Yediaeli, watatu. Na wana wa Bela; Esboni na Uzi na Uzieli na Yerimothi na Iri, watano, wakuu wa mbari za baba zao, watu hodari wa vita; nao wakahesabiwa kwa vizazi vyao watu na, na wana wa Bekeri, Zemira na Yoashi na Eliezeri na Elioenai na Omri na Yeremothi na Abiya na Anathothi na Alemethi. Hao wote ndio wana wa Bekeri, nao wakahesabiwa kwa vizazi vyao katika vizazi vyao, wakuu wa mbari za baba zao, watu hodari wa vita, jumla yao watu mbili na wana wa Yediaeli Bilhani. Na wana wa Bilhani Yeushi na Benyamini na Ehudi na Kenani na Zethani na Tarshishi na Ahishahari. Hao wote ndio wana wa Yediaeli sawasawa na wakuu wa mbari za baba zao watu hodari wa vita, kumi na saba elfu na mia mbili wawezao kwenda vitani katika jeshi. Tena Shupimu na Hupimu wana wa Iri na Hushimu wana wa Aheri. Wana wa Naftali; Yaseeli na Guni na Yeseri na Shilemu, wana wa Bilha. Wana wa Manase; Asrieli, ambaye suria yake Mwarami alimzalia; akamzalia na Makiri babaye Gileadi. Naye Makiri akatoa mke kwa Hupimu na Shupimu, ambao umbulao aliitwa Maaka; na wa pili akaitwa jina lake Selofehadi na Selofehadi alikuwa na binti na Maaka mkewe Makiri akamzalia mwana akamwita jina lake Pereshi na jina la nduguye aliitwa Shereshi na wanawe walikuwa Ulamu na Rakemu na wana wa Ulamu Bedani hao ndio wana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase na umbu lake Hamolekethi akamzaa Ishhodu na Abiezeri na Mala na wana wa Shemida walikuwa Ahiani na Shekemu na Liki na Aniamu. Na wana wa Efraimu, Shuthela, na mwanawe huyo ni Beredi, na mwanawe huyo ni Tahathi, na mwanawe huyo ni Ekada, na mwanawe huyo ni Tahathi, na mwanawe huyo ni Zabadi, na mwanawe huyo ni Shuthela, na Ezeri na Ekadi, ambao watu wa Gathi wenyeji wa nchi waliwaua kwa sababu walishuka ili kuzipokonya ng'ombe zao. Na Efraimu baba yao akaomboleza siku nyingi, wakaja nduguze ili kumfariji naye akamwingilia mkewe naye akachukua mimba na kuzaa mwana, akamwita jina lake Beria kwa sababu mna mabaya nyumbani mwake. Na binti yake alikuwa Sheera, ambaye alijenga Bethhoroni wa chini na wa juu, na Uzen Sheera. Mwanawe ni Refa na Reshefu na mwanawe huyo ni Tela na mwanawe huyo ni Tihani na mwanawe huyo ni Ladani na mwanawe huyo ni Amihudi na mwanawe huyo ni Elishama na mwanawe huyo ni Nuni na mwanawe huyo ni Yoshua. Na hizi ndizo hozi zao na makao yao, Betheli na vijiji vyake, na upande wa mashariki na Ara, na upande wa magharibi Gezeri na vijiji vyake, na Shekemu pia na vijiji vyake, hata Aza na vijiji vyake na mipakani mwa wana wa Manase Bethshiani na vijiji vyake na Taanaki na vijiji vyake na Megido na vijiji vyake na Dori na vijiji vyake. Katika miji hiyo walikaa wa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Wana wa Asheri Imna na Ishva na Ishvi na Beria na umbulao Sera na wana wa Beria Heberi na Malkieli aliyekuwa babaye Birzaithi na Heberi akamzaa Yafleti na Shomeri na Hothamu na umbulao Shua. Na wana wa Yafleti pasaki na Bimhali na Ashvathi au ndio wana wa Yafleti. Na wana wa Shomeri ahi na Roga na Yehuba na Aramu na wana wa nduguye Helemu sofa na Imna na Sheleshi na Amali. Wana wa Sofa Sua na Harneferi na Shuali na Beri na Imra na Bezeri na Hodu na Shama na Shilsha na Itrani na Beera. Na wana wa Yetheri Yefune na Pispa na Ara. Na wana wa Ula Ara na Hanieli na Risia. Hao wote ndio wana wa Asheri, wakuu wa mbari za baba zao, watu wateule, hodari wa vita, wakuu wa mashehe. Na hesabu yao waliojumlishwa kwa vizazi vyao kwenda vitani walikuwa watu ishirini na sita elfu.